Mtazamaji ni nakusalimu nikitumaini kwamba hali yako ni njema kabisa. Ni kuombe subscribe yako kwa kugusa neno lililoandikwa subscribe hapo kwenye simu yako, ili uendelee kupokea taarifa na mambo mbalimbali yanayojiri mbali kupitia hapa WEMU Online TV. Tazamaji, mambo ni moto kabisa kutoka kule nchini Kenya. Basi harusi tunayo na tunatamba nayo, au vipi? Mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka nchini Tanzania, Bibi Rose Mhando anatarajiwa kuolewa na askofu wa pale Kenya, Mbaluya Robert Lumbasi, jambo lililoleta furaha kwa wadau wa nyimbo za injili Afrika ya Mashariki na Kati. Mtazamaji, bwana harusi mtarajiwa askofu Lumbasi amethibitisha kuwa mahari imeshalipwa kitambo, hivyo waliotaka kumchumbia Rosi tayari, ukurasa huo umefungwa rasmi, amesema. Kilichobaki kwa sasa ni tangazo rasmi la siku ya harusi, ambapo mashabiki wa Rosi Mhando wanayoimani kwamba itakuwa harusi kubwa sana kufungwa pale nchini Kenya kutokana na ushawishi mkubwa wa Rose Mhando na mumewe mtarajiwa Askofu Robert Lumbasi katika uh, tasnia ya injili. Uh, hata hivyo, waumini, wadau, mashabiki wa Askofu Lumbasi pamoja na bibie Rose Mhando na wale wote wapenda injili, basi uh, wameendelea kuwaombea wawili hao wakati huu wanaposubiri ndoa yao kufungwa. Kwa hivyo endelea pia na wewe kuwaombea. Kwa hivyo mtazamaji, Rose ameshachukuliwa na Mbaluya, na Mtume Pita Nyaga ameonekana pia katika tangazo lile la uchumba akimshukuru Mungu kwamba tayari Rose amepata mume. Tuendelee kuwaombea heri na baraka katika jambo lao la harusi linalokuja punde si punde, na itafanyika pale nchini Kenya.